Mambo vipi mtazamaji wa Zone Media? Nipo hapa na mmoja wa wachambuzi machachari kabisa kutoka mkoani Katavi na atajitambulisha mwenyewe. Halo, mambo. Na mimi niko poa, labda kwa faida ya watazamaji uh, wa chaneli hii unaweza ukajitambulisha kwa majina na watu wakaweza kukufahamu. Yes, Myombe Junior. Eh ah, e, kwa nini nini Junior? E, Junior, Junior kwa nini Junior? Ya, tunasema kwamba wajua, Junior anatumika kama e, mtoto, unaelewa. Ukisema Myombe ni ukoo, kwa e, mimi nipo kwenye ukoo wa familia ya Myombe Myombeko, okay. kwa hivyo kwa kwa, yeah. ni mtoto lakini jina langu ni kupi. Eh, vale wanakuita ah. Yeah, okay sawa bwana Myombe Junior, kama ulivyojitambulisha mwenyewe, moja kwa moja tu tuangazie sakata moja kuhusiana na Simba Sports Club, hasa pale kubadilishwa kwa uwanja kutoka uwanja wa Benjamin William Mkapa, napaita lupaso, anakwenda kule Zanzibar kule, naona hivi haya mabadiliko ya uwanja yanaweza yakaleta hali yoyote ya kubadilika kwa matokeo kutoka kule alikokuwa anataka Simba, na kwenda matokeo ambayo yakawa ya si ya furaha kwa wana Lunyas ya. Nikisema kwamba kunaweza ukawa na matokeo tofauti, nafikiri pengine anaweza kawa ni, ni mwongo kwa namna moja ama nyingine kimpira lakini ingawa huwa kuna athari zake pia kwenye kubadilika kwa uwanja kutoka uwanja A kwenda uwanja B na hususan eh, unakuta labda ni timu ambayo tayari ilishazoea sana kwenda kuamua baadhi ya game zake kwenye uwanja ambao inakuwa inautumia. Ndakupa tu mfano mmoja kwa mfano unapoongelea uwanja kama uh, Signal Iduna Park wa Borussia Dortmund ni moja ya viwanja ambavyo vinasifika kuwa na kelele nyingi sana duniani lakini pia naenda Anfield Liverpool, ni moja ya viwanja ambavyo Liverpool washawahi kuamua game zao nyingi sana, wakiwa wametoka kupata changamoto away. Wanapoenda pale basi, inakuwa ni starting point ya wao kusogea hatua inayo, inakuwa inafuata. Simba wao tayari washatengeneza legacy yao katika uwanja wa Benjamin Mkapa, yani kwamba wao wanakwambia ni lisilowezekana pale linaenda kuwezekana. Na ni kwa sababu gani? ile vibe ambayo lina utalipata pale, mashabiki zaidi ya elfu sitini sio sio kidogo, wote wakawa wanashangilia kwenye moment, ambayo kama timu na wachezaji inakuwa ina inawapa morali. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri wana hoja, lakini pia kwenye mpira tutasema hakuna hoja. Cha kwanza nikianza kwamba e, kwa nini hakuna hoja? Simba ni timu ya mpira wa miguu ambayo wao wanajiandaa kucheza mechi kwenye kila eneo ambalo wanakuwa wanaenda. Walishaamua mechi nyingi sana wakiwa away, so wametoka kuamua mechi ya juzi tu, nusu finali zidi ya Stellenbosch, South Africa. Wameshinda hapa goli moja, kule wameenda wamekaza, wametoka sana wakasonga tu. Inaofuata walishowahi kuamua uh, games nyingi tu uh, miaka ya nyuma huko walishowahi kwenda South Africa na kuadindishia kabisa Orlando Pirates mpaka kwenda mikwaju mikwaju ya penalti. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri siwezi kuweka ni sababu kikubwa sana. Cha msingi wao unachopaswa ukifanya ni kujiandaa na mechi. Kwa sababu tunasema kwamba unapojiandaa vizuri ndio siku ambayo unaweza ukawa vizuri pia uwanjani. Kuna wakati tu watu wanakuwa wanasema si capacity si ya ya, man si nini Mkapa vitu kama, unaoelewa kwa sababu tayari wao wanajua moment yao huwa inakuwa wapi hata psychological tu wachezaji. Wanakuwa wanajua kwamba tunafanyaga moment za tofauti katika mazingira haya sasa leo tumehamishwa katika upande fulani. Kimsingi, unakuona kama hata ile vibe tu psychological wanakuwa kama mashabiki sio nini, wao wanaingawa kwa wachezaji. Unaweza ukamuuliza tu mchezaji yeyote pale simu. Akakwambia tu wao wanachojia ndani kwenda kucheza kucheza game. Ishu inapokuja ni umefungwa goli mbili away. Unahitaji kwenda kupindua hizo goli mbili uzirudishe alafu uongeze goli la tatu usonge hatua inayofuata. Ukimwangalia mpinzani ambao uko naye RS Belkane, ambayo tayari ni moja ya timu ambayo miaka hivi karibuni wanacheza sana nusu fainali na fainali, sio? Umeelewa? mm. Kwa huo ubora wanao kuweza kufanya kitu cha tofauti kwenye kwenye huo mchezo, na wana kikosi ambacho kina deserve kuweza kupata matokeo wakiwa sehemu nyingine yoyote hiyo Ukiangalia mechi ya kwanza anakosekana somebody besane yule striker wao, uh, pia uh, tulikuja kumwona ambaye pia ndo mmoja wa washambuliaji ambao pengine walikuwa na changamoto nyingi sana kwa safu ya ulinzi ya Simba siku ile, lakini pia bwana mdogo kama la ambaye kwao wanakuambia ni Pogba kwao, kwa namna wanavomuita, kwa namna anavocheza, yani anarahisisha vitu vingi sana uwanjani zile pathuru long balls. Hata ukiangalia goli la kwanza wakati linapatikana ni, mm. ni moja ya pasi moja tu ambayo waliweza kuipiga na mwisho wa siku ikaenda kuzaa kuzaa goli. Kwa kwangu mimi mm. nafikiri uh, Simba wasijiandae na maneno ya nje, nje ya uwanja. Sasa hivi wanachohitaji kupambana nacho ni kwenda kutoa performance ya zaidi ya asilimia mia moja yani tusema wawe kwenye ubora wao wote wa msimu huu ambao upo yani tuseme unahitaji gemu ambayo wawe nayo kwa zaidi ya asilimia mia moja Yani yes, wanapata ushindi, wanapata ushindi, ikiwa tofauti okay. Na hapo mm, bado mechi ni ngumu yani yani, kwangu mimi naiangalia mechi ni ngumu. Kwa nini RS Berkane pengine walifurahia sana kwenye kwenye kupangiwa uwanja wa Aman? Mm, ni kwa sababu ukiangalia by nature tu mazingira ya uwanja wa Aman na uwanja wa, wa, wa Berikane manispa unafanana kwenye vitu vingi sana. Wenzetu, moja ya silaha ambao wapo nayo ni faida ya kutumia hivi viwanja ambavyo kimsingi vinakuwa vipo katika lesho ya vipimo vya kawaida ambao, yeah. sio waidi sana mm-hmm. kwa sababu ukiwaangalia, Berkane ni moja ya timu ambayo cha kwanza wanatoka haraka sana kwenye eneo lao la kujilinda na kukimbia haraka kwenye eneo la kushambulia, kondo hapa, ambapo Simba anahitaji kukabiliana nyakati zote mbili kwa wakati, kwa wakati mmoja, namna gani unareact baada ya kupoteza mpira Unakava vipi au unakava vipi zile spaces ambazo pengine wao wanaweza wakazitumia kupitisha ile mpira na kwenda kushambulia na kutengeneza changamoto kwenye safu ya ulinzi ya Simba. Kwa hiyo unaweza kuona hata magoli ambayo yalipatikana kwenye mechi ya kwanza zilikuwa ni counter attack. Ile mipira ya mirefu na mwisho wa siku ya kas Simba ambao walishindwa kukabiliana nayo, na mwisho wa siku wakaenda kupata kufungwa magoli kwa dakika 15, goli mbili, maana yake inakuonyesha Simba hawakuwa mchezoni kiasi kiasi gani. Kwa hiyo, ili uwe bora, maana yake cha kwanza ukawe kwenye ubora wako kwenye siku hiyo, kitu ambacho hakikupi garanti kwamba ni lazima Simba awe kwenye kwenye nini kwenye ubora, hata haikupi garanti kwamba Belkane pengine atarudi kwenye ubora, ubora wake mm, awezekana pia naendo akawa na nyakati nzuri zaidi kuliko, kuliko Simba. Ni mechi ya fainali ambayo unahitaji bingwa apatikane, yaani hapa Simba sio waende kushinda mechi Simba waende kuchukua ubingwa mm. Si umeelewa? Yeah. Yani wao waende na lugha ya kuchukua ubingwa, sababu ukishinda so, utashinda moja bila mm -hmm. Afrika yani, tangazo. Ukisema naenda kushinda unaweza ukashinda goli moja, yes. lakini bado vile vile ukaendelea kuteseka na namna matokeo yalivyokuwa yeah, mwanzo. Yes. Ah. Lakini pia uta, ukashinda mbili bila alafu kaumelevo aggregate mm. ukaenda kwenye mikwaju ya penalti afu wao wakawa mabingwa. Ah, ingawa yani ishu inakuja wapi? mm. kwani si kama alifungwa mechi ya kwanza goli mbili si alikuwepo penati? Sasa unajua yeah. unapokuja kwenye penati kuna namna ambavyo mashabiki wanamchukulia kama la Mwita spider ishu ya kupiga penati vizuri, na, na kus, au kudaka penati vizuri, na, na kuwa kwenye ubora. Kuna wakati tu unakuja kuona kwamba inawezekana ukaamka tu na siku nzuri ofisini mm. ukafanya wonders na watu wakabaki wamekupa E, sharat kwa namna ambavyo unakuwa umefanya kazi yako, lakini kuna wakati tu unakuta na wenyewe wapigaji na wenyewe siku hiyo ndo wameamka, yani kila kila ikipigwa imo yani yani, e, e, umeelewa mm. Kwa moment hizo zipo kwenye mpira. Nafikiri mimi hata kama ningekuwa kwenye benchi la, la, la, la, la Simba sasa hivi naweza tu nikawaambia kwamba wajiandae kuchukua ubingwa, yaani wao wajiandae na mechi kwa ajili ya kuchukua nini, ubingwa na sio kushinda. Kushinda mechi kwa sababu okay. Kisha shinda mechi unaweza ukashinda kwenye aggregate ambayo haufikii ambayo, haufiki ambayo uliweza kufungwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo ipo trick sana kwa timu zote mbili, ni mekaakaa kijanja kijanja, yani si kwa fadru wala si kwa kocha wa RS Berkane. Okay. Sawa, tukiachana na swala zima la mabadiliko ya uwanja kutoka uwanja uh, wa Mkapa mpaka uwanja wa shehama ni kule Zanzibar, labda tuje